Sasa, ninyi Watanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa na kipanga walikuwa wanatupeleka kwenye vita, walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa, kwa, kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari moja serikali ile mliochagua elfu mbili na ishirini iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba, ndio yeah. Mimi, mimi nasemaga ukweli, hivyo hivyo walipanga. Wewe katiba gani? Tulijaribu miaka mitano tukashindwa, katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi sita? Walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Uchaguzi, jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii ayali, masharti yake ya kuibadili someni muone, ni mpaka ninyi wa Tanzania ndo mpige kura hii ndo iweze kubadilika. Hatukai tu hivi, kwa sababu tunawaongea tuna wetu vyama vya siasa. Tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hiyo haisogezi kwa waua wama haisogezi a ma, mazungumzo ya aina hiyo, wakasema wakishaingia, akshaingia mkenge huu usogee uchaguzi, ukishasogea ikipita thelathini na moja ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali ikasema tutaenda na walio tayari. Hawa ambao hawataki, kwa, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu kwa ridhaa yao, wakasema hawashiriki, tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo, sasa Yanga kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na akakutana na, na, na, na, na Singida tu. Kwa nini uwaulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda? Ndio, ndio kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda. Unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda?